Na uchaguzi kusimamiwa na tume ambayo imeteuliwa na rais na rais ni mwenyekiti wa, wa CCM, miaka yote ni hao hao. Tuwaambie kwamba hatutaki uchaguzi ambao wasimamizi wa vituo ni wana CCM na kazi yao ni kuiba kura na kuvuruga, kuhakikisha CCM inaendelea kuwa madarakani. Tuwaambie hatutaki tena uchaguzi ambao wanakuja na kura feki au wanatangaza watu ambao hawajashinda. Inahitaji tupambane, inahitaji tukatae chaguzi za aina hii kufanyika, na sisi wananchi wa wapebe, na sisi wananchi wa Tanzania tuna uwezo wa kuzuia tukitaka sisi ndio wengi zaidi. Kweli. Sisi tuko kwa mamilioni. Kweli. Tukiamua sisi nani atakayetuzuia? Hakuna baba. Na tuwaambie na mapolisi na hili nalo, na wao linawahusu. Kweli. Tuwaambie na hii nao linawahusu. Kweli. sawa sawa Uwaambie kwamba wanapoiba uchaguzi hawaibi kwa ajili ya wananchi waawampembe tu, wanaiba ili wawaibie na mapolisi na wenye, wao wenyewe na manesi na waalimu na kila mtu. Sawa sawa, kwa lazima tupambane tuhakikishe tunabadilisha utaratibu wa namna ya kufanya chaguzi tusipobadilisha na utaratibu ni kwamba mbele itakuwa giza. Zanzibar walifanya mapinduzi mwaka 64 kwa sababu hizi hizi. Wananchi wakichoka kuonewa, watatumia mabavu. Tukichoka kuibiwa, tutatumia nguvu. Hiyo nchi itakuwaje? Kwa hii tunayosema tubadilishe utaratibu wa uchaguzi ni ili tusiende kwenye matumizi ya mabavu, kwa sababu tukikiamsha hapa, hata shida yake itakuwa kubwa sana. Kwa hiyo, ndugu zangu, tumekuja Wampembe, tumesafiri njia yote hii, huku sio karibu sana na Dar es Salaam tulikotoka, tulete ujumbe huu kwa wananchi. Tukiendelea na chaguzi za aina hii, utaenda wanatupeleka kwenda kumaliza kuchinjana. Hatutaki kuchinjana, tunataka tufanye chaguzi za haki, tutendewe haki. Hatutaki tupendelewe, hatutaki tuitwe washindi mahali ambapo Hatuja hatujashinda.